Niagize uongozi wa kijiji wa hapa itisheni mkutano, tambueni wafugaji wenu halali, elekezeni kwenye kampeni, wapande malisho, watapewa majani bure, wapande waondoke huko. Halafu wale ambao sio halali, tutamalizana nao sisi, kamati ya usalama. Tumeelewana vizuri. Sasa hii ya kuwakataa, mtajikuta mnawakataa hawana mashamba, hawana maji, ndio hao wanakuja kuwalishia nyio. Anaenda kulisha Kiondo Maraka ambako hakuna wafugaji. Ndio anaenda kufanya fujo. Kwa nini wewe usimpe majani hapa akatulia, akawatuliza na wa Maraka? Sasa anaenda kutia fujo Maraka. Anaona hapa nikifanya fujo mtake nini nitajulikana. Anaenda kufanya Maraka. Anaenda kufanya Kiondo ambako kule hakuna wafugaji. Lakini matatizo mnayaleta nyinyi, wana wafugaji wenu wamjawaambia wapande malisho. Ndio maana hapa hapana mpango huo. Basi wanaovamia kutoka wilaya jirani wanawavamieni, si amtaki, lakini tumeshawapanga wakwetu. Huyo wajirani anakuja kufanya nini hapa? Atumjui? si ni rahisi kumtambua kwamba huyu ni wajirani, si hayupo kwenye mpango, si ndio? Wananchi, sasa nyinyi hamtaki kutambua wakwenu, ndio maana wanachanganyana, wanachanganyana wanawatilia fujo ule Dakawa amna anayetilia mwenzie fujo. Maana wote tunawajua wa wakwetu akiingia wajirani, wale wakwetu wanasema mheshimiwa mkuu wa wilaya huyu akai hapa. Kwa hiyo tumeshakataa sana kwamba doma hatuna wafugaji je? yeah, hatuteseki yes. na wafugaji narudia, yani doma tumeshasema hakuna wafugaji je? yeah, hatuteseki na wafugaji yes. tutumie alternative way, njia nyingine mbadala ni hii sasa tuwatambue wale ambao wapo, ili ikiwezekana tujue ah, doma tuna wafugaji sita tu. Hata wakitokea wavamizi kutoka wilaya nyingine, kata nyingine, imani yetu hawa watakuwa ndio wa kwanza kutuambia.